Lakini leo nataka ni uvungu ni uvue nguo ufisadi mkubwa sana, muone nchi yetu inavyoibiwa, muone fedha zenu wananchi maskini zinavyofisidiwa nchini. Ndugu zangu Ndugu zangu, nchi hii watu wanakamuliwa sana. Siku moja nateremka bandarini pale, na mimi mnanjua maisha yangu, msioni ni ghasia za kuja hapa na gari kubwa, nikitoka pale upala taxi tu kanipeleka nyumbani. Hii gari ya chama, gari yenu natumia kwa shughuli za chama rasmi tu kama hizi basi. Namchukua taxi driver bandarini, ananiambia mheshimiwa Jussa, tumekufahamuni na mwaka huu tutaitia adabu CCM. Ananiambia mie nilikuwa mpiga kura ya CCM wataisikia harufu tu kura yangu na ya watu wangu wote. Kwa sababu gani? hayanaambia hapa bandarini sisi ndipo ndipotafuta riziki. Leo sisi taxi driver tumewekewa kila siku hapa bandarini tulipe parking kila siku moja shilingi elfu sita. Shilingi ngapi? Masikini ya Mungu, elfu sita anaweza akapata kijio chake? Hicho cha ngozi za ng'ombe alizokisema. Filipu akanifanyia hesabu yeye mwenyewe akanambia, fanya hesabu mheshimiwa Jussa elfu sita kwa siku, kwa mwezi ni laki moja thamanini elfu akaniambia mengine, akafanya mwenyewe nyumbani, kwa mwaka kiasi gani? Nikafanya hesabu laki na thamanini elfu kwa miezi kumi na mbili ni milioni mbili laki moja na sitini elfu tuhyo anapotafutia mtu maskini ya Mungu walokuwa shamkamua tangu binadamu huyu anatoa maziwa mpaka anatoa damu. Lakini kama hayo hayatoshi anaambia, magari ya utalia kwa mwezi, wamewekewa walipe laki na hamsini elfu anaambia mimi mtu mzima, dereva wa taxi, napangiwa hati leo nikasome. Mimi sihitaji elimu, dereva miaka yote, lakini elimu hiyo anaenda kusomeshwa mafunzo, anaambiwa alipe shilingi hamsini elfu, boda bodaboda arobaini. Eh, asante, mpigie makofi aliosema kaulio, katuongezea nondo hapo. Sasa ndugu zangu huo mfano mdogo kabisa, kazi ambazo washazifisidi. Kwa sababu leo kazi za utalii, serikali hii imeshindwa kuwasimamia wananchi wa nchi. Sheria inakataza mgeni mwekezaji kufanya kazi ya tua, leo wenye mahoteli wamedhibiti mpaka kazi ya tua, serikali hii ya kifisadi inashindwa kusimamia haki za watu wa nchi hii, wakazilinda ajira zenu wao wanajua kukama tu, kukama tu, huku matumbo yao hayajai. Mpaka Mwenyezi Mungu anawapa maradhi, wanaanguka ovyo. Leo siku mbili, nani alianguka katika kipindi hicho? Tafuteni wenyewe. Mambo makubwa alipokuwa mbele mashuhuri. Ngoma, ngoma ishalala hii